Na mwadau, inakuwaje? Natumampo freshi baridi. Karibu katika episodi nyingine ya hashtag haijakaa sawa. Leo nawapeleka moja kwa moja hadi kaunti ya Busia iliyopo magharibi mwa Kenya, ambapo mwanamke mmoja mjini Busia amejitokeza kudai kuwa yeye ni Mariamu, mama yake Yesu. Judith Nafula ambaye alikuwa mshiriki wa kanisa wa Katoliki na baadaye amejitenga na kudai kuwa yeye ameitwa kuwa mama wa Yesu. Kulingana naye, mwanga ulitokea ukimwambia kwamba alikuwa amechaguliwa kuwa mama wa Yesu Kristo. Nikimnuku, nuru ilitoka juu ikashuka chini na sauti ikatoka katikati ikasema, mimi ni Kristo nimetumwa na Baba, Yesu, Baba Mungu ninamtafuta Mama Mariamu. Nikamjibu, mimi sijui Mama Mariamu, akaniambia ni wewe ni kitu ambacho imekuwa nimeificha kwa muda mrefu na muda umewadia nijitambulishe, na huo ndo mwisho wa nukuu. E bana, kumbuka magharibi mwa Kenya ni sehemu ambapo pana Yesu wa Tongaren, Nabii Yohana Jehova Wanyonyi, na sasa kuna Mama Maria mzaa Yesu, na wana mtandaoni wanasema wanataka wamwone pia Judas Iskariot na hii haijakaa sawa. Niite presenter DK Ek e, Kamanda wa Kishua, kumbuka kusubscribe, kushare na ku comment utakuwa umetishia.